Hii ni ya malandiloti. Sasa malandiloti, sonkeni hapa karibu, niko na swali yenu, na kama hakuna hakuna landiloti karibu akikiza mepikiwa na hii, nataka ni waulise nyinyi malandiloti uh -huh. ni wabi muliona mutu analibuanga pesa kwanza ndio apanye kasi? <laughs> eh, isi kasi sote <laughs> mumedempea mukaona ni wapi mutu analipuan kwa mwezi musimu eh? Ndio anza kupanya kazi. It is true. Eh? Munichipu alaka, kwanini nyinyi munadaka tuwalipe kwanza ndio tuanze kuizi mbona eh? Musipanye tukue tunaizi kwanza mwezi wa mwezi ndio tunawaliba. Iyo ndio swali yanku na munichipu kama kuna kasi yenye muta na wesa lipo mwesi musima ndio aingie kupanya kasi. Eh. Uh. Pasi muniampia na mimi nienda kupanya iyo kasi. Simbo! Simbo! Eh? Mimi? Na ngochea mwiso kwa mwesi ndio nilibwa. Na uh -huh. wego una ningochea mwansu kwa mwesi ndio nikuribu <laughs> Iso pitu naona sina antana Uto. Ama ni wacha punk <laughs>